Mambo guys, so kama wewe ni mmoja wa watu ambao wanakutana na hii statement ya Justice for Cwecwe lakini haujui kwa nini wanasema hivyo, ngoja niwape story yake. Cwecwe ni mtoto wa miaka saba anaishi nchini South Africa. Na hii kesi yote ilianza uh, mwezi wa tisa mwaka jana ambapo Cwecwe alichelewa kurudi nyumbani kutoka shule. Alikuwa anasoma shule inaitwa Badge View College yeye, yeah, pamoja na mdogo wake wa kiume ambapo tarehe 14 mwezi wa tisa, hiyo siku mdogo wake alikuwa na naumwa kwa ikabidi aende shule peke yake. Siku zote muda wa kurudi nyumbani ilikuwa ni saa nane mchana, lakini siku hiyo tarehe 14, mtoto alichelewa sana kurudi nyumbani, na alimkuta nyumbani babake babake. Baada ya kumuliza chuchote, yeah, kwa nini umechelewa, hakuweza kusema chochote. Yeye akaenda chumbani kwake kulala and baba, kwa sababu alikuwa amekasirika sana, ikabidi aende akaongea na dereva wa mtoto, kwa nini mmechelewesha watoto kurudi nyumbani? Dereva alimwambia baba Cwecwe kwamba nimechelewa kwa sababu nilikuwa na emergency, nilimuomba dereva mwingine ambaye hakuweza kufika on time, so nikaamua niije mwenyewe kuleta watoto nyumbani. Baba toto alimwelewa, alimwelewa yule dereva, lakini akajifikiria kwamba kwa nini shule ikae na mtoto overtime bila kupigia simu wazazi kwamba watoto wenu watachelewa kurudi nyumbani. Lakini akawa amepotezea hiyo issue, and then tarehe 15 around mid asanani toto aliamka usiku akilalamika, uh, tumbo lina muuma na sehemu haja kubwa na muuma. Chumbani anapolala alikuwa ni dada wa kazi pamoja na mdogo wake wa kiume so Dada wakati alivyoamshwa ikabidi akamwamshe mama mtoto yamwambie kwamba mtoto anaumwa. So mama mshu wa mtoto alivyoamshwa akaenda kampa dawa mtoto wake akijua kwamba maybe amevurugwa tumbo kwa chakula alichokula jioni. Lakini baada ya kukaa na mtoto muda kidogo akagundua kwamba hii shida iko serious kwa sababu mtoto ameenda uani karibia mara mbili ndani ya muda mchache. So akaenda kuongea na mume wake and then ikabidi wamwangalie vizuri mtoto anaposema kwamba anaumia ukuseme haja kubwa. Kwa sababu usiku umeme ulikuwa umekatika wakachukua tochi ya simu ili wamwangalie vizuri. Wanasema walivyomulika ile tochi kwenye sehemu ya haja kubwa ya mtoto wao walikuta yani ina uwazi mkubwa sana. So baada ya kuona vile, wakambeba mtoto wao wakampeleka hospitali ya Lakaraka, walimpeleka hospitali ya government, na walipofika kule daktari akawaambia kwamba mtoto amefanyiwa kitendo cha ukatili, yani amebakwa ya mbele na nyuma, and wazazi wakashauriwa kwamba waende wakafungue kesi. Uh, polisi, na polisi na kweli wakabidi waende wakafungua waka kesi, lakini Cwecwe hakulazwa, wakarudi naye nyumbani akawa anaendelea na dawa nyumbani, lakini hali yake ikawa bado ipo bado analalamika sana, tumbo linamuuma; bado analalamika huko sehemu ya nyuma, ina muuma, ikabidi yeye mama Cwecwe na baba Cwecwe wamchukue mtoto wampeleke hospitali ya private ambayo ilikuwa ni tarehe 17, and wakati huo mambo yote yanaendelea, mama Cwecwe hakutaka kuendelea sana na polisi bila kutaarifu shule ya ya mtoto wake kwao, akaenda kwa, kwa principal wa mtoto wake akamwelezea kwamba mtoto wangu moja mbili tatu inaonekana amefanyiwa tendo moja mbili tatu, and yule principal, cha ajabu na cha kushangaza, akamwambia mama mtoto kwamba, oh, usitangaze kwa watu kwa sababu wazazi wengine wakijua kwamba mtoto, mtoto wako amefanyiwa hicho kitendo shuleni kwetu watawaondoa watoto wao so akamekaa pale akamwombea mama Toto and then akamwambia tuende nyumbani, asichukulie sana hiyo ishu siri. Mama Toto alikasirishwa sana na huyu mkuu wa shule kwa sababu hakuonyesha remorse yoyote hakuonyesha kumwonea huruma mtoto wala kutaka kusaidia kwa namna yoyote. Yeye alikuwa anawaza jinsi ya kujilinda yeye pamoja na shule yake. So mama Toto akaamua kufuatilia hii kesi kwa nguvu. Anasema hiyo siku, siku ameenda kumuona mtoto wake akiwa hospitali, alimkuta anaongea na baba yake, ambako babake alikuwa anamuuliza kwamba ile tarehe 14 ulichelewa kurudi nyumbani lipitia wapi. So mtoto akawa anasema kwamba hiyo siku uh, walikuwa wamemaliza shule, wamemaliza kusoma, and then ilivyofika saa nane, wakawa wanasubiria gari. Gari ikawa imechelewa, yeye peke yake akaitwa na caretaker. So babake akashtuka, akasema uliambiwa ukafagie darasa zima peke yako? akasema ndio, nilienda peke yangu, lakini nakumbuka nilivyoshika fagio, wakati nafagia nikapoteza fahamu, nikaanza kujisikia kama naishiwa nguvu, nikapoteza fahamu. So sielewi kilichoendelea pale. So akawa namuuliza, labda kama nakumbuka kuna mtu yote alimfanyia kitendo hicho, akawa uh, anasema sikumbuki chochote. Nachokumbuka ni kwamba niliambiwa nikafagie and then baadaye nikaja kuamshwa na yule caretaker kwamba gari imefika niende nyumbani. So katikati hapo sielewi kilichotokea. So obviously baba Toto na mama Toto wakajua kwamba kuna kitu kilitokea shuleni kule eh, kilichosababisha uh, mtoto uh, arudi nyumbani na hali hii. So mama Toto akaanza kufuatilia hii kesi polisi kujua nani alimfanyisha kitendo mtoto wake, lakini kwa bahati mbaya polisi walikuwa hawana msaada wowote. Akawa anaenda kila siku na anawaomba wafanye investigation lakini wanajivutavuta. Walichukua DNA sample ya ya caretaker pamoja na dereva wa gari lakini hawakufanyia chochote mpaka leo. Na mkuu wa shule, ilikuwa ni jukumu lake baada ya kupokea taarifa hiyo kutokea kwa mama wetu ya kwamba mtoto wake ame, amebakwa shuleni pale, ilibidi aende alipeleke hiyo swala wizara ya elimu, lakini hakufanya hivyo, alikaa kimya. So mama toto baada ya kupigana sana kupambana na polisi kupambana na huyu mkuu wa shule, baadaye akaona hawezi akaanza kutafuta media, kila media yoyote ambayo itampokea ataenda kuongea kuomba watu wamsaidie kudai haki ya mtoto wake Twetwe insuni naf akakutana na huyo rafiki yake ambaye ya anafanya kazi kwenye wizara ya elimu, ambapo akaamua kuifungia shule ambayo alikuwa anasoma Twetwe, aifungie kabisa leseni, yani washindwa kabisa kuchukua wanafunzi tena, kwa kosa la kushindwa kuripoti hii kesi ya, ya ubakaji. Lakini pamoja na yote hayo, kesi ya Cwecwe haikuweza kuendelea ya polisi, yaani polisi walikuwa kama wamefunika hilo faili kuanzia mwezi wa tisa mpaka mwezi wa tatu mwishoni, walikuwa wamekaa kimya. Until video ya Mama Totwe akielezea story ya mtoto wake, kilichomkuta na wenyewe watu wamempotezea, wamefunga milango, wanashindwa kumsaidia. Ilivyoenda viral watu wakaanza kuirepost, watu wakaanza ku kama wana pay attention, ndio polisi kuinuka kuanza kufuatilia hii kesi kwamba what happened. Wakaanza sasa kumhoji huyo mkuu wa shule, lakini kitu ambacho kilikuwa kinashangaza ni kwamba hawa watu wawili ambao walichukuliwa DNA uh, sample, tangu mwezi wa tisa mpaka leo haijafanyiwa chochote, lakini pia huyu uh, mkuu wa shule aliombwa naye DNA sample, maana alikuwepo yupo maeneo ya shule siku hiyo, lakini alikataa kutoa na polisi wakamwacha. Lakini watu baada ya kusikia hiyo kwamba huyu baba ambaye ni mzungu anaitwa Jako. Baada ya kukataa kutoa hiyo sample, watu wakaanza kuandamana nchi nzima, watu wakakusanyika, wakasema lazima tuhakikishe mtoto anapata haki yake, kwa sababu huenda angekuwa mtoto wetu, angekuwa mtoto wa huyu, na kama mtoto anaweza akafanyiwa kitendo cha kinyama kiasi hicho akiwa shuleni na watu wakakaa kimya kuna usalama gani wa sisi kupeleka watoto wetu kupeleka watoto wetu mashuleni? Baada ya maandamano yote hayo, polisi sasa ndo wakainuka kuanza kufuatilia hii kesi kwa ukaribu. Na juzi hapa, mama Cwecwe, wakati akielekea polisi kutoa statement zake, akawa amepata ajali akiwa kwenye gari, na watu wanasema inawezekana yu yule ambaye alimfanyia kitendo hicho mtoto wake, ndo alitaka kumuua mama yake, lakini kwa bahati nzuri hajafa, yupo hospitali anapata matibabu. So mpaka sasa hivi kesi ndio imeishia hapo, lakini kama kuna update yoyote ile nitawaletea guys.